Naitwa Inspekta Frank Lukwaro, ni afisa habari na mawasiliano wa timu ya Polisi Tanzania e, kama mlivyoona leo hii goli mbili e, tumetoka nazo katika uwanja wa ushirika dhidi ya Housung e, timu ambayo imetoka kule Njombe. Mchezo ulikuwa mgumu, lakini seme tu tangu mwanzo nilisema kwamba e, hapa ushirika huwezi kutoka. Niliwaambia watakuja kuona mlima Kilimanjaro na hatimaye pointi tatu watuachie, na ndicho kilichotokea. Vijana wamepambana sana na kama sio eh, maombi yao kwa Mwenyezi Mungu hapa leo mtu alikuwa nakufa goli si chini ya goli sita. Lakini sema tu yote kwa yote tuwapongeze wachezaji wetu wamepambana sana katika kuhakikisha kwamba wanapata ushindi. Sasa hizi ni salamu kule tunapokwenda ugenini kule Shinyanga, zaidi ya Stand United eh, tunatarajia kwamba pia huko mchezo utakuwa mgumu, lakini kwa maandalizi ambayo tunayaanza leo hii baada ya mchezo huu kukamilika ni wazi kuwa tutakwenda vizuri katika mchezo huo pia. Niwapongeze mashabiki wa mkoa wa Kilimanjaro kwa jinsi walivyojitokeza kwa wingi kupa kuwapa hamasa wachezaji wetu, na hii ndio inafanya kwamba Polisi Tanzania inaendelea kuwa bora ndani na nje ya uwanja.